Waziri wa maji, mimi ni waziri wa uvuvi na mifugo. Maji yasiyokuwa na samaki hayanihusu mie, hayo ni maji ya Mheshimiwa wezo, na nimeapa mbele ya Mheshimiwa Rais kuwa waziri wa mifugo na uvuvi. kama hakuna usimamizi madhubuti na imara wa rasilimali za samaki, wewe ukawa waziri wa uvuvi, tusaidianeni, naona wote tumefikwa hapa tunataka jambo hili lifike mwisho. Tunafikaje? Kwa kujadiliana. Mimi sitakuwa waziri wa mifugo wa kutembea na rura kupima urefu wa samaki, hata kidogo. Sitakuwa waziri wa uvuvi wa kuchoma nyavu mie. Mmemsikia mtu wa BMU anataka achome haraka haraka, tunachoma. Kuna nini humo? Hata ukizichoma unapata samaki? Tulikofikia tutaingia kwenye mgogoro mkubwa watu wa dagaa watalaumu watu wa sangara. Watu wa sangara watalaumu watu wa vizimba. Watu wa vizimba watalaumu watu wa kuvua kwa mbali. Watu wa kuvua kwa mbali watalaumu wale wanakuja karibu. Watu wa ndoano watalaumu. Tutaanza kulaumiana. Waziri atalaumiwa, afisa uvuvi atalaumiwa, eh, atalaumi mitego hiyo, ni wakubwa. Tutaanza kutafutana uchawi. Tulipofikia pabaya, lazima tuseme sasa basi <tutu> Sisi wenyewe wazao wazawa, kuukataa uvuvi haramu, sio viongozi wala makundi ya watu wachache. Afisa uvuvi ni mmoja kwenye kata, wavuvi haramu wako mia tano. Ana boti moja, wavuvi haramu ana boti mia mbili. Hata boti wakati mwingine hana, alafu unamwambia zuia uvuvi haramu, na pale anapoishi na chakula anachokula hotelini, anakula chakula cha uvuvi haramu kwenye hoteli ya uvuvi haramu